Webusta William Mwantebele ambaye sasa ni mtuhumiwa katika kesi hii alisema atawaonyesha. Kwa hiyo baada ya muda alifika mtu mmoja na mtuhumiwa huyo akawaeleza askari kuwa huyo aliyekuja ndiye Edward Christopher Kayuni na ndiye aliyeshirikiana naye kumuua yule binti ambaye nimemtaja, Shyrose Magula. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtuhumiwa huyo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 Kama mnavyojua eneo la Charangwa liko kwenye, kuna miti na makazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa vichakani, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia na nyingine ilimpata mgongoni na aliweza kuanguka chini. Kwa hiyo majeruhi hao wote wawili walichukuliwa kwa haraka sana ili kuwafikisha katika hospitali ya wilaya ya Chunya ili waweze kupata matibabu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 hiyo gari pia tumeifuatilia na tumeikamata, katika kuionyesha hapo mtaiona, na ule binti amekwisha itambua tayari kwamba ndiyo hii, kwa sababu alitupa description, lakini pia tulipowapata watuhumiwa tulipo walieleza, na hii gari ni ya mmoja wapo watu wa watuhumiwa ambao tumewakamata. Jeshi la polisi mkoa mko wa Mbeya, kufuatia tukio hilo, linatoa wito kwa jamii hasa vijana ambao